Mpesa. Nilidhani <laughs> ni mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji wanizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa. Nifika. Ninyi na sisi tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Ni jambo jema kuona taasisi na taasisi zingine tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa, kwa sababu ndo namna ya kuifikia jamii. Jumamosi tuna <clears throat> ni siku ya kesho, kesho kutwa Jumapili tuna mchezo kwenye uwanja wa CCM Kirumba, tunacheza na Mbao. Mbao FC ni timu nzuri. Nilisema awali hapa kwamba kucheza na Mbao kwenye uwanja wa CCM Kirumba ni jambo gumu kidogo, kwa sababu inakuwa na uimara wake anapokuwa inacheza nyumbani, lakini pia kucheza na mabingwa mara 27 ni jambo gumu zaidi. Kwa hiyo mnaweza mkaona jinsi gani mchezo wa kesho kwa kesho kutwa Jumapili utakuwa na mshike mshike wa aina yake kwa maana ya kwamba itakuwa ni pambano zuri kwa ubora wa timu zenyewe na namna ambavyo timu zimejiandaa kuelekea mchezo husika. Timu yetu imewasili Mwanza saa sita kasoro na kutoka hapa saa nne na nusu asubuhi kwa ndege na moja kwa moja tunaweka kambi kwenye hoteli ya Mahina Paradise. Jioni ya leo pia tutafanya mazoezi kwenye uwanja wa Lance kesho utafanya mazoezi kwenye uwanja ambao utachezea mchezo siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilivyo, jumla wachezaji 20 na viongozi saba wa benchi la ufundi wako Mwanza kwa ajili ya mchezo wa Jumapili. Na wadau wengine, shukrani zangu kwa mashabiki wa Yanga ambao wamesafiri kutoka mikoa mbalimbali mbali kwa ajili ya kwenda kuisupport timu. Tunahitaji pointi tatu muhimu tengee nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi. Sisi ni mabingwa watetezi. Kushinda kombe msimu huu tunaifikia rekodi yetu ambayo tuliiweka misimu iliyopita kwa maana ya kipindi cha nyuma. Kwenye mchezo wa Jumapili watakosekana Ibrahim Wajibu ambaye ana kadi tatu za njano. Lakini pia wachezaji ambao walikuwa na majeraha muda mrefu kwa maana ya Donald Ngoma, Tabani Kamusoko na Kevin Yondani wao ni wazi hawatakuwa sehemu ya mchezo kwa sababu bado hawajawa sawa 100% licha ya kwamba Kamusoko na Donald wameanza mazoezi taratibu. Kwa hiyo wakati wa wao kurejea kwenye kikosi tutakapofika, basi tutawajulisha. Baada ya mchezo wa Jumapili, timu itasafiri Jumatatu, kwa maana itaondoka Mwanza Jumatatu kuelekea Unguja, tayari kwa mashindano ya kombe la Mapinduzi. Tutapeleka kiko, kikosi kizima Zanzibar kwa sababu tunahitaji kutoa ubingwa wa kombe la Mapinduzi japo kuna kanuni au kuna taratibu za waandaaji wa mashindano, lakini tumezungumza tumezungumza nao na tumekubaliana kwamba tutapeleka kikosi chetu kizima, lengo letu kuhakikisha kwamba tunashiriki mashindano vizuri, kutoa burudani kwa wapenzi wa soka na kuhakikisha kwamba tunarejea na kombe la Mapinduzi. Huo ndio utaratibu wa Yanga kwa maana ya kwamba Yanga ipo kwa ajili ya vikombe, kwa tunakwenda Zanzibar kuhakikisha kwamba tutarejea hapa na kombe la Mapinduzi kati yetu hakuna anayejua la kesho, lakini ni jambo jema kuwa na imani, kwa maana ya kwamba tunakwenda vitani kupambana. Imani yetu kubwa ni kushinda. Kwa hiyo mashindano yatakapokuwa yameanza, target yetu kubwa ni kushinda kombe. Tutafikia wapi, hilo ni swala ambalo liko kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kati yetu sisi hakuna anayejua la kesho. Kwa naomba niseme wazi kwamba timu iko tayari kwa mapambano, mapambano hayo na hatuna wasiwasi. Tunaamini timu zingine zilizokwenda kwenye mashindano hayo pia zitakuwa ni timu nzuri, lakini ni wakati wa sisi kuzidhihirisha kwa nini sisi ni mabingwa wa historia kwa Tanzania. baada ya mashindano ya mashindano kombe la mapinduzi, kama mnavyofahamu, Januari inakuja kuna michuano ya kimataifa pia, timu yetu inayoshiriki mashindano ya CAF Champions League, mwisho wa kutuma majina ni tarehe 31 mwezi huu zoezi linakwenda vizuri mpaka sasa, tusha tuma majina 20. Tulikuwa na changamoto ya mtandao kwa siku mbili zilizopita, lakini majina mengine saba tutamalizia kwenye saa 24 zijazo kukamilisha kikosi kizima ambacho kitashiriki michuano ya kimataifa kwa maana ya Champions League. Zoezi linakwenda vizuri, nia yetu ni kuona kwamba tunavuka pale ambapo tuliishia kwa mara ya mwisho kwa maana ya msimu uliopita kwenda kwenye hatua nyingine.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 Download Global app, sasa hakika itapendeza.